Chetu cha kwani shilingi ngapi? Kipindi hiki kinaweka wazi mambo ya biashara, mambo ya uwekezaji, mambo ya ujasiriamali. Mfano, kama una duka lako la nguo liko fancy, linapendeza na nini, watu wengi sisi watanzania wengi tunaogopa kuingia kwenye maduka ambayo yako hivyo, kwa sababu tunaamini kwamba bidhaa ni bei ghali au kwenye restaurant ukiona basi vyakula vinanukia vizuri, imekaa kizunguzungu, naogopa kwa sababu unahisi kwamba utaweza ku afford. Tunaenda kwa mantilie sio so, sistema kwamba kwa mantilie ni kubaya, lakini tunajishusha tuna kwa kuogopa kuingia sehemu nzuri, kwa sababu hatujui bei yake. Sasa kipindi hiki kazi yake na lengo kubwa ni kuweka wazi mambo kama hayo na pia kumpa mtu ambaye anahitaji kuwekeza aweze kujua kinachotakiwa mpaka aweze kupata biashara kama hiyo. Kwa hiyo kuna wanunuzi na wawekezaji, kwa hiyo tunawapa picha watu wote waweze kujua kwamba kitu gani kinatakiwa kifanyike, ndo dhumu la kipindi hiki. Ni mimi hosti wako ambaye nitakuwa na run kipindi hiki, naweza kuniita Taseni. okay, sasa leo tuko pande za Tabata, Changombe, mitaa ya Changombe pale kwa watu wanapojua, tuko maeneo hayo kuna jamaa mmoja atakutana naye ambaye atatuelewesha biashara anayofanya na tujue location yake anapokaa. Kwa hiyo karibuni tuweze kumwona jamaa anachotuelezea kuhusiana na biashara yake na kila kitu ambacho anataka kujua kuhusu biashara yake anayofanya, karibu. Okay, kwa majina naitwa Flazo Nesmo, mkazi wa Tabata, ofisi yangu hii kwa Tabata Chang'ombe. Flash Tattoo Store. Inadili na masuala ya tattoo na body piercing. Nimeanza biashara ya tattoo mwaka 2013 kwenye mwezi wa tatu hivi. Mm, niliamua kufanya kazi kwa sababu ilikuwa kuna uhaba watu wanaofanya kazi hizi kwa kipindi hicho. Okay. Nafahamu kwamba kwa kila mtu sio Tanzania tu, kila mtu ana kipaji na kila mtu ana, kuna kipaji na kuna wito ule ambao umeamua kuchaguliwa kuwa mwalimu umeamua kwenda kwenye ualimu au kuwa dokta. Lakini kuna ule mwingine ana kipaji chake, mimi napenda kuwa labda fundi mekanika au fundi fulani, ni passion unayo kwa, inawezekana kila mtu anayo, na tuweze kujua kwa nini huyu jamaa aliamua kuchagua kazi hii ya kuchora tatu, kama alivyotuelezea. Kwa nini aliamua katika kazi zote duniani akaamua kufanya kazi hatupe kwamba labda kuna urahisi wa kupata hela zaidi, kila mtu awekeze kwenye biashara hii, au labda ni kitu gani kilichomvutia akaamua kufanya kazi hii. Tumsikilize tuweze kujua ni sababu gani zilizomfanya afanye kazi hii. Nilijifunza kazi hizi nikiwa Nairobi wakati nasoma. Kwa hiyo nilivyomaliza nikaamua kuileta hii kazi Dar es Salaam kuanzisha sehemu yangu na mwenyewe, kwa sababu niliona hii kazi inalipa kwa kule na kwa huku pia kwa sababu kulikuwa kuna uhaba wa hii kazi huko, kwa hiyo nikaona nikiileta huku kutakuwa kuna changamoto kwa wale waliokuwepo wapo huku, ndio maana niliamua kuileta. Nachojua mimi katika dunia hii hakuna kazi rahisi, ziko kazi rahisi, lakini hakuna kazi rahisi si ndio? Sasa kama wewe ni dokta kuna changamoto unakutana nazo kama wewe ni mwalimu unakutana na wanafunzi wa uni wa korofi, kuna, kuna changamoto unakutana nazo. Au kama wewe ni mfanyabiashara fulani, kuna vitu fulani unakutana navyo ambavyo wewe mwenyewe uvipendelei. Kwa hiyo tungetaka kujua kwamba katika biashara yake hii ni vitu gani anavyokutana navyo vinavyomfanya labda sometimes atamani, hata singeweza kufanya kazi hii kutokana na zile changamoto, vitu gani vinavyomzuia kufikia malengo yake makubwa tuweze kujua ili kama hata na wewe unataka kuwekeza kwenye biashara kama hii, ujiandae, ujue kwamba ni kitu gani nitakutana nacho na ni jinsi gani naweza nika avoid hivi vitu visije vikatokea kabla vijatokea. Changamoto zipo, kuna unajua, wana watoto wa kike sometimes jinsia tofauti kutegana tegana pia yani, na pia watu wengine wanaichukulia kazi hii kama kazi ya kihuni. Ni changamoto nyingine hiyo kwa mtu anaweza akaja kwenye sehemu yako ya kazi ukamtajia bei labda ya kazi ambayo unataka wewe ufanye naye, alafu yeye akaona kama labda unamtania, anaona labda hichi kitu hizi, ukamwambia labda mtu hii, labda kazi yako labda laki moja na nusu unakuta mtu labda ya, kwa akili yake haraka haraka, labda ajipanga labda na elfu ishirini sio elfu arobaini, kwao inakuwa ni changamoto. Lazima umweleweshe mtu kwamba hapana, atwendi hivi japo kwake itakuwa ni kero. Sasa kwamba ataona ah, fulani anafanya kitu fulani, anaringa na kitu kingine. Pia ni kujuana, mtu ambaye unajuana naye wewe anaweza akataka afanye kile kitu anachokitaka kukifanya kwako kwa unafuu, yani kwa u, kwa sababu kwamba huyu nimezoana naye, ni wa kwangu kwa nyumbani, angali ugumu wa kazi hiyo. Ni changamoto eh, ukitaka kuwa mchora tattoo lazima na wenyewe uwe mchoraji kama sio mchoraji utakuwa unaishia kila siku kuprint. Sasa kuprint ubandike, ili upitishe mashine. Okay, sasa tumesikia mambo mengi jamaa alichosema, hmm? mengi yanatamanisha. Mimi mwenyewe hapa yenyewe sasa hivi nishaanza kutamani kufanya kazi kama hii, niwe nakaa pale nachora watu, mtu anakuja anaweka mgongo na kuchora na nini. Ni it's fun kwa kweli, ukifikiria hata mimi mwenyewe natamani hapa nilipo, lakini Hebu tumsikie kwa sababu yeye tayari anafanya kazi, anatupa ushauri gani wale ambao tunatamani kufanya hivyo. Inawezekana una kipaji cha kuchora tayari. Na tulivyosikia kwamba lazima wewe unajua kuchora. Sio tu hivi hivi. Na ndio unajua kuchora, usije ukachora vitu kwa watu. Hebu tusikie habari atakayotuambia kwamba anatushauri vipi wale ambao tunatamani kufanya kazi. Sio kuwekeza, watu tunataka tufanye kazi ya kuchora tattoo. Ebu atushauri tusikie. Anachokisema unahitaji kuwa na mashine ya kuchora tattoo kwa mchoraji. Sasa unahitaji kuwa na mashine ya kuchora tattoo, mashine nikimaanisha full set ya mashine, kwa sababu mashine inapa supplier, ina nyaya zake, ina footstep yake ambayo ni switch yake ya chini. Kwa hiyo ukishakuwa na full set, unahitajika kuwa na wino, unahitajika kuwa na gloves, unahitajika kuwa na sindano mpya unahitajika kuwa kuna, kuna vi leads vya kuweka wino ya yeah. Sababu ukimchora mtu na wino, uwezi ukaweka wino mwekundu ulipoweka wino mweusi kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna kuna kontena fulani ambayo kuna unaweza ukavipanga vizibo vile vya kuweka wino, kuna wino pia unaohitajika, sindano mpya kama nilivyokuambia. Okay, sasa tumeshasikia kwamba kwa mchoraji anatakiwa afanyeje? Ushauri tumeshaupata. Sasa hem tusikie jamaa atakachosema kwa yule mtu yule, bosi mwenye hela zake kibao ndani, anataka naye afanye kuwekeza katika biashara kama hii. Kosti tumeshasikia ni ngapi. Kwa labda sasa, kuna mtu ana hela zake ziko mahali ziko pending, zinasubiri aidia, na tayari ashapata aidia kutoka kwa mshikaji hapa. Sasa tusikie ushauri anaowapa watu wawekezaji, anayekupa anaekupa wewe mwekezaji, unatamani kufanya kazi kama hii, sababu naye ni mwekezaji, yeye ndo mwenye ofisi na yeye ndio msanii, tuweze kujua basi kuwekeza, ushauri wake na nini, ili kuna vitu ambavyo labda yeye alivifanya vikawa ni makosa mwanzo, lakini kwa sababu akupata mtu wa kujifunza kutoka kwake, basi tayari yeye ameshapitia mambo magumu fulani fulani, atushauri kwa wale ambao tunataka kuwekeza tuweze kufata vitu fulani ambavyo wewe anavijua tusipitie katika makosa ambayo yeye ameyapitia. Tumsikie atakavyotushauri kwa wale ambao wanataka kuwekeza kama wewe, hapo kwenye ufutaji ufutaji wa tatu, wa tatu. Yeah, kwa sababu kwenye uchoraji sio sio kwamba ni akiinvest. Okay, sasa tumeshapata vitu kama hivyo tumefika mbali, nimefika mbali. Najua kuna watu wanataka kuwekeza, na ninavyosema hivi inamaanisha wewe, eh, na wewe, wewe nakuona hapo ya, najua tayari ushapata idea vile vyako, najua muda sio mrefu utaanza kuagiza vifaa na nini na nini. Okay, sasa tuachane na hilo. Kuna story moja naweza nikawapa. Kipindi niko mdogo mdogo hivi bana, nikapewa bana hela niende nikanyoe bonge, nikana kipindi hiyo ndo ile punk punk, zamani zamani zile nikaenda, nikapiga bonge la bwenzi eh? Bado niko shule ya msingi, bonge la panki. Mwanangu, nimerudi tu nyumbani hivi mzee, nikatolewa mbio, nikaambiwa lazima nikalinyoe nikirudishe liwe sawa leo moja hapo. Kipindi hicho mzee, ukinyoa hivyo unaonekana mshamba, mshamba. Nikapiga akili lakini hivyo hivyo, nikarudi, nitafanya nini? Ndio nyumbani, lazima urudi kwenda kula kulala, uwezi ukasema ah, mimi, lazima urudi pale na utaonekana basi. Nikarudi saloni, nikasawazishwa. Rudi nyumbani kawa sawa. Sasa kwa, kwa biashara kama ya tatu ni kitu ambacho kinachorwa ambacho huwezi ukafuta, labda na maji ukanawa kikatoka au ukafanyaje? Inatokea kwamba wewe mfano labda ni bado unakaa nyumbani ukaamua kuchora tatu kutokana na kwamba zimekuvutia na nini, ukaenda kuchora then umerudi nyumbani, ndugu zako wakakushauri wakaku bana sana na wengine wakakurudisha hata kukukimbiza kwamba ukafuti au ufanye kitu gani, au labda wewe ni mshikaji, una girlfriend wako kaenda kapata influence kutoka rafiki zake, wakamshauri akaenda kuchora then amerudi kwako, ka umechukia kile kitu, ukamrudisha kawambia bana, lazima zitoke au fanye juu chini, yani kisitokee kitu kama hiki. Sasa kwa kwa mtaalamu ambaye tayari ameshaanza kutupa historia ya biashara yake na nini na maanisha, kuna vitu kama hivi visha, vishamtokea sababu ana muda kama tulivyosikia kuanzia anze biashara hii, atuelezee kitu gani kinatokeaga mtu akirudishwa kwa ajili ya mambo ya tatu, atumsikilize tuweze kujua hapa, jie kutokea kitu kama hicho, labda kwamba mtu amechorwa alafu labda mzazi wake hajafikiana na kile kitu, au labda mpenzi wake kwamba hajafikiana na kile kitu kwamba arudi. Hapana, Hatuwezi tukachora mtu ambaye yuko underage mchora tatu, kwa sababu ni vitu kama hivyo vinakuja kujitokeza. Kwa hiyo mtu ambaye ni underage awezi akaingia mndani kuchora kwanza, alafu cha pili, mzazi kuja, yaani, mpaka inafikia mzazi anakuja hapa kwamba mtoto wangu amechora kitu fulani fulani fulani, fulani, fulani mimi sijakiafiki. Huyo mzazi anakuwa amekosea, kwa sababu hii ni sehemu ambapo unakuja unapata huduma unatembea. So sehemu ambapo unakuja labda unatoa kitambulisho chako, unaanza kujitambulisha, mimi ni fulani bini fulani, mtoto wa fulani. Hapana, hii ni sehemu ya kazi, kama kazi nyingine. Wao wanaochora fimbo badala ya nyoka, wanachora mjusi badala ya mamba, wanatakiwa aachane na hiyo kazi, haiwafai wasikurupuki. Yani watu wa sampuli ni kwamba wamekurupuka Maona. Kwa hiyo wito wangu kwa wanaochora tatuu ni kwamba waangalie safety ya watu, ya wateja wao, sio kwamba mteja huyu amechora tatuu amemaliza, unafuta sindano unaichemsha sindano, nakuja mteja mwingine unamchora naye. Hapana, hatuendi hivyo. Chora mtu tatuu, tupa sindano. Okay, so kuna kuongezea tatuu, labda ibadiliki, labda ulichorwa, tuseme labda kawatu watoto wakike watu watu watu watu wanachoa kipepeo au kitu fulani au lavu hivi kwenye mkono au kwenye mgongo kwenye nini. Kumbe unaweza ukaiongezea ikawa kitu kingine tofauti, ikawa laba kia akijakaa laa kikaa kimetoka kimaadili zaidi ukatengeneza kikao kitu fulani ambacho sio kibaya sana. Okay, option nyingine kwamba kuna, kwa kuna biashara ya kufuta pia tatu, kwamba mtu anakuja kuna leza hizo unamfuta una mtusikie kwamba inawezekana, wewe ushasikia, labda umeona, labda na mistake kuwekeza kwenye kwenye kuchora tatu, nataka niwekeze kwenye kufuta tatu hasa. Tumsikie jamaa inawezekana pia atatupa ushauri kuhusiana na swala la kufuta tatuu, gharama zake na nini commitment anazofanya mpaka uweze kuwa na biashara kama hii, na kwamba kwa mtu pia ambaye anahitaji kufuta tatuu afanyeje au apitie wapi au atapata wapi sehemu ambayo wanafuta tatuu. Mtu alichora tatu afu asiitake tena baadaye, labda kama tumpandishie kitu kwa juu kwa sababu sisi hatufuti labda tunaweza tukampandikisha kitu kwa juu, labda kama labda alichora, labda ni kipepeo amekichoka, tunaweza tukakibadilisha kikawa ua. Ana jina la mtu amelichoka, tunaliangalia naweza kubadilisha neno, tukalitafuta kitu ambacho kina fit in kikaficha kile kitu ambacho yanachotaka. Kila kitu kuhusiana na biashara ya tattoo jamaa ametuelezea vizuri. Sasa yeah. Tutampataje kama wewe uko hapo sasa hivi una tattoo lako, nataka kufuta, au maybe unataka kufu, ku, ku, kuchora tattoo kwa sababu kila mtu ana, ana option yake. Mwingine anataka kufuta, mwingine anataka kuchora, tuweze kujua kwamba huyu jamaa tutampataje, hata kwa ushauri tu. Au wewe unataka kuwekeza kwenye biashara kama hii, sasa tuambie kwamba tutampata vipi. Mfano, unataka kumpigia simu au mwombe ushauri, au mwambe bana, mimi nataka kuwekeza au niingie ubia kwenye biashara yako Tuwe tuwe partners, labda ndiwe na share kadhaa, na wewe hivi na hivi, tuweze kupata namba zake za simu, jina lake kamili, ndio hivyo tushalijua, na location anayopatikana. Tumsikia atupe namba zake za simu na mawasiliano kwa ujumla. Okay, naitwa Flaz Onesmo, mmiliki wa Flaz Tattoo Store Tabata cha Ng'ombe <coughs> napatikana kwa namba za simu 0719 7 24, 26, 27, 27, 24. Instagram account yangu ni Flazonesmo, Twitter Flazonesmo, Facebook natumia Flazonesmo, na na page ya Facebook ambayo ni Flaz Tattoo Store, na pia vilevile vile na blog spot blogspot ambayo ni flaztattoo.blogspot.com hey. Sasa tumeshapata kujua kila kitu kuhusiana na biashara tattoo. Kama kuna vitu labda zaidi ambavyo jamaa hajaviongea, kwa mtaalamu mwingine anaweza aka share kwenye comment hapo chini, watu wengine wakaweza kujifunza zaidi. Alafu kingine ni kuhusiana na programu hii tunayofanya kwa chochote, kwa mtu mwenye biashara, labda we una restaurant yako au una garage au una yadi ya magari Biashara yoyote najua kuna watu kibao wanahitaji kujifunza kitu fulani. Sasa hivi kila mtu anataka kuwekeza. Zamani ilikuwa mtu anategemea tu kazi yake ajiriwa benki, anafanya kazi then hiyo hiyo ndo biashara, ndo kazi yake. Lakini siku hizi kila mtu anataka kuwekeza kitu fulani. Anataka ufanye na kuwekeza ndio maendeleo. Nikwambie, hela nyingi zinatoka mtaani, sio kwenye ajira. Ajira kule tu ni unapata mtaji wa kufanyia maisha yako. Lakini sasa hela zile real money ambazo unataka ku, ku, ku, ku pata vacation, uende uende visiwa vya shelisheli eh, au kule Madagascar uende Jamaica ukapige pole, hiyo hela inatoka kwenye biashara. Kwe, kwa wewe ambaye ujawekeza leo jaribu, jaribu tafuta ideas kwenye kipindi, kipindi chetu kama hiki, tutakuwa tunarusha twice at least mara mbili kwa, kwa wiki nategemea tuna pale tutakapo kwa tumeji, tumejiweka zaidi. Lakini tunaamini mara mbili kwa wiki tutapata utakuwa unapata program za kujifunza kuhusu ujasiriamali wa aina mbalimbali, ushauri na nini, ujue kwamba ni biashara gani unaweza ukawekeza wewe. Kama wewe, kila mtu ana idea yake, na hii ndio sehemu mojawapo ambao utapata idea tofauti. Leo tunaongelea tattoo, kuhusiana na kuwekeza kwenye tattoo au kufanya tattoo, kama unataka kuchora tattoo kesho tutaongelea mambo ya bize ya biashara tofauti, yadi ya magari, saluni za wanawake au za kiume, jinsi ya kuwekeza au jinsi ya kufanya kazi ya saluni kwenye yadi za magari, kwenye labda maduka ya nguo, chochote. Kwa hiyo stick na sisi, kuna button ya kusubscribe hapa chini, usisahau subscribe. Video yoyote ambayo tunafanya utaipata, alafu pia acha comment chini kama, kama wewe una biashara sasa hivi unayo, unahitaji, kwa sababu hii ni promotion pia. Watu kibao wanaweza kuangalia biashara yako, wakajua location unayofanyia kazi, wakajua gharama unazofanya. Kwa hiyo pale unavoweza kutupata sisi, tukaweza kukufanyia review ya biashara yako, inamaanisha kuna watu kibao wataiona, wata ile video na wanaweza wakakutafuta. Kwa hiyo ni promotion nzuri kwa wewe mwenye biashara yako, acha namba ya simu hapo chini pia namba yetu iko kwenye kwenye description hapo, bonyeza hiyo button ya description utapata maelekezo yote, na pia email, namba, kila kitu utatupata. Mtafute, acha comment, acha nini, tuwasiliane, tutengeneze Tanzania fresh. Mawasiliano yako hapo chini kila kitu. Asanteni, tuonane katika siku mbili tatu zijazo.